I ni kiumia kimwe kihetuku thutha wa mundurume uikaine ta Charles Gathungu kunyitwa hamwe na muiritu umwe mari kirabu ini na thutha uyu mundurume uyu agikua na njira iri na kiriga ceceni ini ya borithi ya Kiria ini na kuringirana na ndagitari ni atariria famili ya Gathungu ati kiria monire thutha wa uthuthuria ni ati Gathungu ari mwite uguo ndu uria matana tariria na kihinyio ni kuita kana ni gwitu aitirwo ni mundu ungi mundu witu wa mohoro riwe muthoni wa wa maai ni akoretwo akirumanirira na riboti ino na ino nio riboti yake muthenya wa muthi ũrũmĩrĩra ndĩto ya kĩriga riga ĩrĩa ĩtigĩte bamĩrĩ ya gathũngũ na maithori thutha wa Charles gathũngũ gũkwĩra ciceni-inĩ ya borithi ya kĩria-inĩ rĩu ũthũrimi wa mwĩrĩ nĩ ũrĩkirie gwĩkwo nĩguo kũmenya nĩ kĩ gĩacũngĩrĩirie gĩkuũ gĩake kũringana na dagitarĩ tarĩ nĩ ataarĩirie bamĩrĩ ya gathũngũ atĩkĩrĩa monire thutha wa ũthuthuria nĩ atĩ gathũngũ arĩ mũite ũndũ ũrĩa matanatarĩria na kĩhinyio nĩ kwĩita kana nĩ mũndũ wa mwitire Ka postmortem ya brother witu rio arikirie gukuira moko-ini ma borithi na riria twarikire gika postmortem dagitari atwira gikuu gia giki kiumanire na guitwo guitwo kuria tutanamenya kana ni guitwo alaitirwo araitirwo ni mundu kana ni wore itire no tukagia na nganja nyingi muno ni turakirumirira maundu macio

aronekana ni ni guitue ititwo uria utoikaini ati ka ni we weitire kana ni gu itue itirwo tondu gwatwika ati ni onekire ena ta kamena thini twagĩtigĩra ndũaya kĩhoto kĩa mũndũ ndeto ĩtigĩte andũ abomĩrĩ na arata na kĩmako kuona mũirĩtu ũrĩa warekirie kũnyitwo hamwe na gathũngũ nĩ arekereirio na ndoĩkaine kũrĩa arĩ nĩ morĩte honge cia gũtetera ihooto ciao mũndũ kũingĩrĩra nĩguo makorũo makĩgĩa kĩhooto kĩa gathũngũ gũkũu magĩthiaga na mbere na kũharĩrĩria mathikũ marĩa magatabanio kerĩ ga tondu ni party ya ciroyi wa gathungu ri arekereirio niki na ndanyitagwo ona ndiendakiro guo ngaiguo ati karo ati ni arethwo ni thirikari niwanyitwo na niwe mwene uhoro karo nio maundu maya ni niwe waumanire na maundu maya na niwo ngiheana uhoro mamurekereirie niki